Mimi naitwa D Benadeta Rushaho, ni mkufunzi chuo kikuu cha Dare Slam, lakini ni mkuu wa kitengo cha ushauri na unasihi. Unasihi ni ambao watu wengi wanaifahamu kwa Kiingereza ya chuo kikuu cha Salaam, lakini pia ni mwalimu wa masuala ya saikolojia, na pia nafundisha somo la malezi, saikolojia ya malezi ya vizuri vijana, na nafanya nao kazi hapa chuo kikuu Salaam. namna ambavyo umejitambulisha ni kwa uzuri kabisa kwamba unahusika na masuala ya malezi, saikolojia ya malezi na vitu kama hivyo, na tunajua vijana kwa asilimia kubwa ndio ambao wanatakiwa kushikwa mkono kwenye hili. Pengine kwa namna ambavyo mnafanya kazi ni, ni mambo gani ambayo mmekutana nayo kwa asilimia kubwa, mmekutana nayo wakati wa kufanya ushauri au malezi kwa vijana? Vijana ambao tunakutana nao, kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo wanakutana nazo wakiingia hapa chuo kikuu kuna wengine wanatoka kule shule wakiwa salama to, tofauti na sasa, kwa sababu katika vyuo vikuu wana uhuru ambao kule shule za sekondari hakuna uhuru kama huo, ambapo unaweza ukaamka unajua na ratiba fulani, lakini chuo kikuu unaweza ukaamka we mwenyewe ukaamua usiende darasani, kwa sababu utaratibu umepewa uko online au uko kwenye mbao za matangazo, mwanafunzi mwenyewe apange utaratibu kwao. Pale ndipo ambapo uhuru ule wa kupitiliza mwanafunzi wengine, ndo wanapoingia kwenye changamoto, wanaingia kwenye changamoto, wanakuwa kwenye makundi mbalimbali, wanaiga vitu mbalimbali, kunakuta wanafunzi wengine wanaingia kwenye masuala ya changamoto za afya ya akili wanafunzi wengine waingia kwenye sonona ambayo ni depression. Wengine wanasumbuliwa na msongo wa mawazo, msongo wa mawazo, lakini kutokana na mambo mengi, wengine kutoka kwenye familia kuna changamoto, baba na mama wako vizuri, yeye mwenyewe malezi yake hayakuwa sahihi. Kwa hiyo anapofika mahali hapa, mwingine ule uhuru wa kupitiliza unamwingiza kwenye changamoto. Alikotoka alikuwa na banwa sana anasoma shule ya masista. Kwa kila saa na bana. Sasa anakuja huku anaamka asubuhi, anajipangia ratiba. Mwingine anachanganyikiwa ule uhuru wa kupitiliza. Yeah. Kwa anaanza kuiga. Lakini pia makundi. Mm. Pia pressure. Yaani hapa kuna makundi ya watu ambao wanaiga, kwa unakuta wengine wanaingia kwenye changamoto ya ulevi bila kupenda. Mwingine anaweza kaa banki hajaanzia hapa, alianzia kule. Mwingine pombe ameanzia hapa hapa kwa sababu anapata boom pesa ambayo alikuwa ategemei kupata laki tano. Kwa maana hiyo ni kwamba hii kauli ambayo inasemekana kwamba wanafunzi wanapojiunga na elimu ya chuo au elimu ya juu wanabadilika kitabia, ina ukweli ndani yake. Ni kweli, kuna asilimia ina ukweli ndani yake. Kuna wengine kweli wanapofika hapa ni watoto watulivu, wakiingia hapa wanaingia kwenye changamoto. Ndio maana najikuta wengine sasa hivi wanaingia kwenye mahusiano mabinti wengi wakiingia wanapata ujauzito mwaka wa kwanza, na tunakuwa na tafiti zinaonyesha kuna ujauzito unaongezeka kwenye vyuo vingi sana, kwa sababu wanafika tu wanaingia kwenye mahusiano ambao uhuru waliokuwa nao, wanaingia kwenye mahusiano ambayo yanakuwa si sahihi. Kwa hiyo wengine wanaingia kwenye stress ya kukimbiwa na wale wa chumba, baada ya kupewa ujauzito anamkimbia. Kwa hiyo anajikuta ana majukumu ya kusoma, ana majukumu ya kulea mtoto, ana majukumu ya kwenda hospitali. Wengine wanafeli, wengine wanashindwa shule, wengine wanarudi nyumbani, lakini mwingine anafika hapa anasema hii kozi nilazimishwa na mzazi kusoma kwa hiyo inakuwa kozi ngumu kwa yani, anaona yeye ni ngumu, anashindwa kuifanya, mpaka anaingia kwenye ugonjwa, tunaita ugonjwa wa hali ya wasiwasi, mpaka analazwa siku tatu, ajitambui, anxiety disorder. Pressure ya makundi ya marafiki, tamaa. Kuna mabinti tu wanaingia tamaa ya kuona mitandao ya kijamii, watu wanavyoposti picha, vyakula wanavyokula. Mwanafunzi akienda pale KFC Mlimani City akipiga picha, mwingine anatamani anajikuta anaingia kwenye mahusiano yasiyofaa, anajikuta aingia kwenye changamoto za kupewa ujauzito, anakimbiwa. Lakini mwingine pia anajikuta hata anaanza kutumia pombe ambazo alikuwa hatumii, yeah. hatumii mm -hmm. Anaingia mwingine anafika anaweza kubakwa yeah. akafanyiwa gender based violence, kwa sababu kijana anayemfata kumbe anatumia bangi. Yani binti hajui anauzwa Yani, kuna wengine wanauza Zahar wenzao ili yeye apate faida. Kuna changamoto mpaka za kuuzwa. nataka, nataka iPhone. Macho matatu, Macho matatu taaluma sasa. Mtu akifika hapa anasahau kwamba mimi nimeletwa hapa kwenye taaluma na lengo langu mimi hapa nitimie kitaaluma, lakini akifika hapa anakuta kuna watoto kweli kwao wanatoka kwenye uwezo mkubwa hmm. anajua hata nikiacha chuo leo nitakaa tu nyumbani, najua nitaanzia wapi. Lakini kuna mwingine hapa anaamka, hajui anakula nini, hajui hata huyo mkopo hana. Kwa hiyo hapa alipo anaomba msaada wa chakula kinachopikwa, jamani, mkibakiza naomba Kamu, yani kuna mwingine habadiliki, yani anasema napitia matatizo, lakini lazima nisimame, lakini kwa sababu ya maadili na malezi yaliyokulia toka nyuma mm, yani wazazi mwingine ana ana hofu ya Mungu, kunakuta binti anasema man, mi siwezi kwenda kujiuza, nina shida kweli, sina hata chakula cha leo. Tumekuwa tukishuhudia kwamba haya mambo yanatokea kwa vijana wote, asilimia kubwa mm. Pengine unadhani kama mtaalamu wa hili eneo ni jinsia gani ambayo inaathirika kwa kwa asilimia kubwa? Ni jinsia ya kike au ya kiume? Kwa kuangalia tu kwa tafiti, jinsia zote zinaathirika, lakini ya kike inaathirika zaidi. Mfano, mtoto wa kiume na wa kike wanaingia kwenye mahusiano, wa kike labda kwenye ujauzito, atapata ujauzito na kuteseka, huyu wa kiume anaweza kukimbia. Ndiyo. lakini pia wanaingia kwenye magonjwa magonjwa mbalimbali wanaambukiza especially magonjwa sugu ya kuambukiza, HIV na ukimwi. Wanaingia pia kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu wanashindwa kutumia kinga. Wengine wamekuja na wanakuja chuo kuu sasa hivi, wanakuja vijana wadogo sana, yeah. Ndio maana hata wakifika mwaka wa kwanza wanavaa mavazi, sketi ndefu, shati ndefu, kikutana naye anakupa kitu, anapiga magoti akifika mwaka wa pili makundi, e, mitandao ya kijamii na vitu vingine, anabadilika kuanzia nywele, kuanzia mavazi, kila paka kitu mpaka kuongea. Kwa hiyo wapo wanaoiga, lakini wachache wapo ambao wanasimama. Ila kitu kingine kilichangia ugumu wa maisha kwao, unajikuta mtu anaingia kwenye changamoto fulani kwa kujilazimisha. Hatusemi kwamba sawa uingie kwenye changamoto kwa sababu ya ugumu wa maisha, lakini kuna mwingine yani, e, binti pesa kununua pedi hana. Lakini anasimama eh, anaku, anajua kwamba kuna vitengo ambavyo nakwenda kuomba msaada anapatiwa msaada. Sasa mwingine ule ugumu wa maisha ndo anautumia kama biashara chuo. Bata pengine msemo huu unachangia kwa kiasi gani kuwabadilisha kitabia wanafunzi hao? Wao wanachofahamu kwamba kwa sababu kuna uhuru, uhuru ambao hakuna mtu akuambia nenda darasani, unaweza ukaamka asubuhi ukaamka tu ukalala usiende vipindi vyovyote, lakini madhara utaona baadaye, kwa sababu lazima utafeli uuzuli vipindi. Hata mitihani inapokuja inakuwa kwako kwa ni shida, hata ufaulu wako utakuwa wa hali ya chini. Kwa hiyo yule anayejua kwamba chuo nimekuja kusoma, bata hilo halisikii sana, ila yule ambaye anajua amekuja kwenye bata, unajikuta anaanguka sana kwenye mambo mengi, kwa sababu tamaa, yeye anajua kwamba nimekuja kustarehe. Lakini unajua hapa ni taaluma, tuna wiki kumi na tano Mwanafunzi anaingia kwenye mtihani kupimwa, kwa maana ya semester moja semester moja. Kwa hiyo mwanafunzi anachojua, wiki ya kwanza anaona tu kama chuo kimeachia, kwa sababu si ndio wamefika, wanakuwa na orientation mm, na vitu vingine. Kwa hiyo anaona hakuna kinachombana, anaona hapa ni bata tu, sio kama kule sekondari. Lakini wiki ya tano ya sita ukimkuta okay, mwanafunzi ndio shule imebana sasa, wenyewe wanasema imevaa skin tight <laughs> Kwa mpaka anapomaliza semester anachanganyikiwa. Wiki ya kumi unamkuta mwanafunzi hey, hapa hayupo. Kwa hiyo hizo bata wanazosema ni zile wiki ya kwanza na ya pili, ambapo wanaona walimu bado wanawasubiri kuwapokea, kuwapa orientation na vitu vingine. Kwa hiyo mtu anafika, saa huku tunalala tu chuo kikuu, lakini hmm, si kweli. Yani hilo bata inabidi aliweke pembeni hmm, ili asome, yani ajue lengo lililonileta chuo kikuu ni taaluma hatukatai kwamba kuna muda wa kupumzika hapa, kuna mabonanza, kuna nini ya kuwasaidia wanafunzi kufanya refreshment yeah, lakini kuwe na mpangilio na utaratibu ndia. kama unajua nina mtihani, kwa nini unaenda bonanza kama hujasoma? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunapoongea hapa, kuna wanafunzi wanafeli kwa vitu vidogo sana, ambao sasa akimaliza analia sasa, mimi nitarudije nyumbani? nyumbani kwetu kijijini. Na ukifeli tu, boom lote linasimama, pesa alikuwa anapata. Kwa hiyo hata anapoomba mara ya pili kuomba chuo hawezi kupata tena lile boom na hawezi kuisoma ile kozi, na maisha ndo hayo na, na, na wengine wanaingia kwenye changamoto tu za magonjwa ya akili kwa sababu ana- anafika mwaka wa tatu anajiuliza nitarudije kule nyumbani. Hmm.